Umecheki alivyopendeza umecheki? Eh. Mambo umecheki hapo? Ah, bado. Unajijua sasa, na wewe bado. Bado sijacheki. Hapo wewe na watu wa macho sasa. Amelewana nitatuambia. Uwe straight right.

Kipanda anamalizia huko, anapanda. Unapandaje ikiwa zingine zija gongani kama zinaanguka, kama hizi zinashushwa, mtu anaenda anapewa na gonga, anapewa na gonga, anapewa na gonga. Sasa hapo zote zijashika, anaanza kugongelewa henata

Kishashika mungo siogope, ila tuwe makini kujihami. Sasa niwaambie masali mmoja, waliokosea mwanzoni ajali kusema haina kinga. Ajali ina kinga, na kinga ya ajali ni kupunguka

Naona mtakavyoanza na zoezi, unatoa kwanza hii pingu, hii hapa inatoka, unatoa hizo pingu, unapima kwenye mwamba na mwamba, mita tatu. Umesikia, unapima mita tatu. Ukishagonga hii huku na ile kule, naweza mkafunga hata kamba zinyoshe hizo katikati, zinyoke kabisa Nasikia ishagonga hiyo, mtatatu naenda kule tena mtatatu, unafunga kamba na zinyosha hiyo, na gonga zote unanyosha, ndio naambiwa maana yake hiyo.

apimwe mita tatu, hey. Na miti zinyoge, okay. Hey. Ndio pige pingu yako sa, sa. Na kule ukafanye ukisha maliza kuja kunyosha pembeni urefu hey. Ukishanyosha hey, urefu ndio napiga msumari mali huko hapo lako, yeah. Umekuelewa? Mungu akijalia tutazunguka

Tunakuomba utuzishie imani Rabbi. Tunakuomba utupe rehema ndogo ndogo na rehema kubwa kubwa Rabbi. Tunaomba tusamehe mazambi Rabbi. Tunakuomba tukinge na mazambi Mwenyezi Mungu. Tunakuomba tuwe wenye kufikia peponi Rabbi. Tunakuomba uwasamee wazazi wetu Mwenyezi Mungu. Tunakuomba uzilinde familia zetu Mwenyezi Mungu. Tunakuomba uwape rehema wazazi wetu Mwenyezi Mungu. Tunakuomba uwape rehema wazazi wetu Mwenyezi Mungu. Tunakuomba utusamehe mazambi tunakuwa tunafanya